Kwa majina naitwa Florida Celestini. Nimeamka asubuhi, nimefanya kazi zangu, kwa hiyo ikawa nimekaa pale nje na ushaosha vyombo, naona kuna harufu kali na inzi. Ikawa nashangaa huko ndani. Alafu, kizingatia kuna chumba cha pili ambacho kinatazamana macho na cha kwangu. Kuna feni leo karibia siku ya nne na unguruma. Tukashangaa hii feni, mwenyewe ameondoka, feni ameachaoni. Asa nikashangaa kuna nini baadaye, na harufu kali na inzi wanatoka kwa maamuzi yangu mimi nikatoka nje, nikauliza wenzangu, jamani, ndani kuna inzi wakali wanatoka na kuna harufu kali, lakini nahisi sio panya. Nikasema ngoja nikamwambia wenzangu, tukaenda nyumba ya pili, tukazima ngazi, nikapanda juu, nikaweka ngazi ndani, nikapanda juu, nikachungulia. Nikiangalia kitandani hamna mtu, ila nikiangalia pembeni nakuta kuna kitu kimesimama, yaani shingo imelala hivi na ameshanyooka, na juu kuna kamba ya neti amefungia, imempita shingoni nikashuka nikamwambia wenzangu, jamani, mbona mtu yupo na amesimama, lakini hisi kama amekufa. Nikashuka mwenzangu naye akapanda kaangalia kweli, akapanda na mwenzangu watatu akapanda kaona kweli, tukatoka pale, tukaamua tumfuate mwenyekiti ili tupate uhakika. Basi tukenda kwake mwenyekiti, tukamposta alikuwa na safari zake ambazo siwezi nikazijua, tukampigia simu akapatikana kwa mwenyekiti, akafika. Alipofika tukamwelezea, ndio tukaanza tuka kusambaza sasa habari. Majina naitwa Fauzia Nguya mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Ligula TES kata ya Shangani hapa mtaani kwangu, kumetokea tukio tukio la kusikitisha. Kuna mkazi wangu anaitwa Mr. Shazili, yeye ni mfanyakazi wa manispaa ni askari mgambo. Kwa hiyo nimepata taarifa majira ya saa sita nimepigiwa simu na wakazi wangu wakatua, mi mwenyewe niko kwenye harakati zangu tu za kawaida, sikuepo maeneo ya nyumbani kwao. Nikapigiwa simu kama mwenyekiti, huku mtaani kuna jirani yetu hapa, tumesikia kuna harufu kwenye chumba chake na hatujamuona. leo kama siku ya tatu, sasa tumepata harufu na mainzi. Nikaambia, sasa mmechukua taratibu gani? Wakasema tumechukua ngazi, tumepanda juu kuangalia juu kwenye, kwenye dari tumefanikiwa kumuona akiwa ananing'inia. Kwa hiyo moja kwa moja nikawa nimepata nikapata, nime, nime, nime, hakika kama huyo mtu amefanyaje, amejinyonga. Kwa hiyo jukumu niliochukua mimi, nimetoka huko kwenye harakati zangu, nikaenda moja kwa moja kwenye kituo cha polisi, nimeenda nimetoa taarifa. Kwa bahati mzuri nikafuatana na askari, nikaja naye hapa kwenye nyumba hii ya huyu marehemu, wamefika wameangalia, nyumba kweli imefungwa. Kilichoendelea, askari akasema yeye anaondoka, anaenda wafuata askari wenzie kwa sababu wote kila mtu ana jukumu lake. Kwa hiyo wameenda kumfuata askari, ikiwezekana na daktari waje hapa waangalie jinsi gani na kitu gani ambacho kitaendelea. Na mimi kama mwenyekiti kweli, leo tarehe kumi, mwezi wa 11, 2025 mida saa sita mchana, uh, pale kituo cha polisi cha Mtwara kituo kikuu ilipokelewa taarifa kwamba huko katika kata ya Shangani katika mtaa wa Ligula katika nyumba alikuwa anaishi mtu mmoja anaitwa Shazili Ally Nammanda kwamba majirani walikuwa hawajamuona kwa, kwa siku kama mbili hivi tatu na wakawa wanasikia harufu ha, harufu mbaya kutoka chumbani kwake, wakapata wasiwasi kuna nini, wakaja wakatoa taarifa muda saa sita askari polisi walifika eneo la tukio na wakalazimika kuvunja mlango, mlango kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani, na walipoingia ndani katika chumba cha huyo ndugu Shazil, wakagundua kwamba bwana Shazil ambaye ana umri wa miaka 43 na ni mwenyeji wa Lind, lakini kwa sasa anakaa hapa na amepanga katika hiyo nyumba, amekuwa amejitundika amejitundika kwa kutumia kamba ya chandarua kile cha kujifunika mbu. Alitengeneza kamba kwa kutumia chandarua na akajitundika katika kenchi iliyo katika dari ya nyumba, chumba ambacho alikuwa anaishi. Basi kama ilivyo kawaida, mwili uliokolewa hapo na ukafikishwa katika hospitali ya Ligula, kwa ajili ya hatua nyingine, ikiwa ni pamoja na kutambuliwa na tayari kuna mtu ameshajitokeza kusema kwamba anamfahamu e, na ndiyo huyo ambaye alitoa ushuhuda kwamba ni mwenyeji wa mkoa wa, wa Lindi, lakini amekuja hapa tu kwa kufanya kazi na anafanya kazi, ni mtumishi wa, wa halmashauri ya manispaa ya Mikindani katika kitengo cha ulinzi. Ye ni mlinzi pale na ni mwajiri wa hiyo halmashauri. Kwa hiyo ni kweli huyo mtu amejinyonga, na sisi tunaendelea kuchunguza kutaka kujua sababu iliyomfanya ajinyonge, kwa sababu katika upekuzi wa awali hakuacha ujumbe wote wala hakuacha salamu zozote kwa mtu yoyote juu ya jambo hili. Ni jambo ambalo ameliamua mwenyewe, kwa sasa tunajua ni hivyo, na akafanya hicho kitendo cha kujitanguliza cha mbele, mbele ya Mungu.